Unayetufuatilia mwananchi digital, hapa tupo ofisini kwa Baraka Mpenja, siku hizi anatambulika kama Popo Boy, utajua kwa nini anaitwa Popo Boy. Huyu ana vipaji vingi sana, tutazungumza naye mambo mengi kwenye kariera yake ambayo Watanzania walitangulia kumfahamu na hii nyingine ya kuwa mwigizaji. Mambo vipi? Niko vizuri kabisa, karibu sana Mpenja TV. Asante sana, unaendeleaje? Saampenjaaan ah, alhamdulillah mambo ni mazuri, naendelea vizuri na kiukweli naendelea kudunda, nina dunda dunda vizuri kabisa, sina wasiwasi. Popo Boy Popo Boy, ah, Popo Boy mtu mbadi Mwaipopo, mtu hatari sana, sana. Eh, mtandao ni wangu safari hii kabisa. Watanzania walizoea kukuona kwa kutangaza mpira, lakini sasa hivi umekuja kuonyesha kipaji kingine kikubwa ambacho wengi wanakishangaa na hawakutarajia kwamba ulikuwa nacho labda ni lini ulianza kuigiza na mpaka kuja kushangaza ulimwengu? Unajua uh, watu wanaweza wakadhani wanawafahamu watu wengine au wanawajua, lakini siwe kweli. Kwa mfano mtu anayesikia Baraka Mpenja, picha ya haraka inayokuja ni mtangazaji wa mpira wa miguu, tena yuko Azam TV na hajui kama una kitu kingine unafanya, hajui kama una kipaji kingine au mewei ukifanyia kazi so, kwa sababu yeye amekusikia tu kwenye TV unatangaza unatangaza Simba, Yanga ya hii, anajua huyu jamaa kazi yake ni kutangaza. Lakini mimi kwa mfano Azam ni mtayarishaji wa vipindi tena senior kabisa, lakini watu hawajui Ndo maana mtu ukimwambia naenda ofisini, kwani leo kuna mechi? Kwa hiyo anaamini mimi na kazi yangu ni kutangaza tu, kumbe kuna majukumu mengine mengi. Talanta ya kuigiza mimi, nina nina nina nina, nina kipaji cha kuigiza cha kuzaliwa nacho, na kwenye kukua kwangu, watu wengi ambao wameishi na mimi walikuwa wanaamini nitakuwa msanii wa filamu au wa vichekesho kule Umalila kule bwana, Mbeya vijijini. Wakati wa graduation za shule, sijui hizi sherehe za kidini, mnatengeneza maigizo ya kupanda jukwani. Sasa mtunzi nilikuwa mimi, ndo bingwa na sterling wa yale maigizo, yani story, mtu wa mwisho, main character ilikuwa lazima niwe mimi, ndo namaliza mchezo nikawa mtu mashuhuri sana kwenye mambo ya maigizo. Nakumbuka mara ya mwisho napanda jukwani kuigiza ilikuwa ni elfu mbili na nane kwenye graduation ya form four. Nalicheza hilo igizo, watu walilia sana siku ile, liliwachukua kama ni kweli. Kwa hiyo baada ya pale watu wakawa wanajua, bana, wekeza kwenye uigizaji, unaweza. Nikaambia ni ngumu, unatoa wapi connection ya kuwa mwigizaji na kule ni kijijini Baadaye matokeo yakatoka, nikafaulu. Bahati nzuri darasani zilikuwepo nikafaulu, sikuwa tikiti, nilikuwa niko sawasawa <laughs> kwa hiyo nilivyoenda kusoma mambo yakabadilika, nika, nika, nika, nika develop interest sana ya, ku, ya kuwa mwandishi wa habari hususan kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu na kwa sababu nilikuwa nimeshasikia watangazaji wengi wakubwa na nimewafuatilia by then imewafuatilia elfu mbili na mbili ndo nilipenda sana kuwa mtangazaji wakati ule, kwa kwa kombe la dunia mtangazaji kwa Ezekiel Malongo Etofil marehemu sasa, alikuwa pale Radio Tanzania Dar es Salaam Ahmed Jongo Uncle Father marehemu pia, jumakamia watangazaji baadaye, akiwa BBC ndo nimemsikiliza vizuri sana Salim Kikeke, nikatamani sana kuwa mtangazaji wa mpira nikaendelea kusoma hivyo fika chuo kikuu nikamaliza, nikapata kazi Azam, nikaanza fanya kazi nyingine tu wala sasa sikwenda kama mtangazaji. Baadaye nikapata kachansi kakuwa mtangazaji, nikaingia kutangaza mpaka leo, karibia miaka kumi mfululizo natangaza. Sasa baada ya miaka kumi kufika nikahisi kama kama naweza nikafanya kitu kingine tena, sijaacha utangazaji bado mi ni mtangazaji wa mpira lakini, huu ni ulimwengu wa, wa fursa digital era, haikuhitaji uwe na chombo kikubwa kama Mwananchi Communication ndio ufanye content, hata simu yako ya mkononi unaweza kufanya, kamera ndogo tu unaweza kufanya, na sio lazima uwe na television, yani mainstream uwe na radio au television ndo uweze kurusha maudhui yako, unaweza ukarusha kwenye ukurasa wako wa Instagram, wa Facebook Twitter, TikTok na kama ni content nzuri au maudhui yako vizuri watu watakuja kutazama. Kwa hiyo haikuhitaji kuwa na vitu vingi sana kuwa content creator, so ili eneo nikawa nimeliona kwamba naweza nika create content tofauti kwa ajili ya kuwafurahisha watu na kuwaelimisha. Sasa nafanyaje? Nabidi nirudie nilichokuwa nafanya mwaka elfu mbili na nane nirudi tena kwenye kuigiza. Nilivyoanza kucheza klipu za kuigiza mwanzoni watu wakawa wanashtuka, kwani hiki ni kitu gani? Kwa sababu mwanzoni nilianza kufanya matangazo ya biashara kwa njia ya kuigiza, lakini mapokeo yakawa ni makubwa, nikawa napata interest kwamba naweza kuendelea kwa, kwa sababu hii kitu naweza kufanya. Na zamani kuwa nafanya ya kwanza ya pili ya tatu, kaenda ya nne, watu hawaelewi huyu jamaa imekuwaje. Baadaye watu wakaanza kuelewa, wakaongezeka, wateja wakawa namna hii, wanashirika namna hii, watu wapya Nikaanza kutengeneza hizo clip za comedy za kuelimisha baadaye, nikatengeneza tamthilia yangu e, Mwaipopo. Sasa hivi nafanya vizuri na hii imewachota watu wengi, sasa wengi wanaanza kukubali kwamba kumbe huyu mwamba mwigizaji ana kipaji na kwanini umechelewa, yaani yeah, ulikuwa wapi? Ulifungia kipaji kikubwa namna hii? Kwa mambo amekuwa ni mazuri. Kwa hiyo kiufupi, ki mimi ni, ni mwigizaji wa muda mrefu. Na kwa nini tamthilia maipa Mwaipopo? Kwanza mimi mtu wa Mbeya, watu wa Mbeya mm, wana mapigo yao e, unajua wanyaki, watu wa Malila huko, wasafwa, kuna namna e, wanayo sasa. Wakati na na mwanzoni, wakati na, siku ya kwanza wakati naitengeneza hii, sikufikiria kama itakuwa ni tamthilia kuendelea. Nilicheza klipu tu moja, nikahisi inatosha baada ya kuicheza ile nilivyoimaliza watu waka demand sana. Na sasa kwenye ile clip mimi nili, nili, nilienda ofisini kwa bosi kuomba kazi ambayo ni ex wangu, niliunganishwa na baba na brother yangu atwa Mandingo bwana. Sasa Mandingo ni kaka yangu, alikuwa rafiki wa bosi ambayo ni ex wangu, akanifanyia mpango niende nikaripoti sehemu nipeleke CV. Kuja kupeleka CV nakuta kumbe mwenye kampuni ni ex wangu Ndo baadaye akasema umekuja kuomba kazi ah. Sasa wewe nitakuonesha kwamba dunia inazunguka, nitakupa kazi ili nikuoneshe dunia inazunguka. Ilivyoisha pale, watu wakaendelea, bwana, Mwaipopo endelea nao. Sasa watu wengi wakawa wana Mwaipopo, Mwaipopo, Mwaipopo, Mwaipopo, kwa sababu na jina la nilivyokuwa naitwa kwenye ile tamthilia kama mtu wa mbea tu, Mwaipopo basi Mwaipopo. Mandingo, umeona bwana watu wakalipenda hilo jina sasa. Vitendo vya Mwaipopo vikaa ni vikubwa na comment, we Mwaipopo mtu badi Mwaipopo Mwaipopo. Nikafikiria nikaambia hii, acha nitafutie jina, kufikiria jina, nikasema hii, ngoja niite jina hili hili kwa sababu limeenda na watu wamelipenda. Unajua, jina fulani hivi limekaa kinyakyusa fulani hivi unyamwezi mwingi, nikalitia pale Mwaipopo kwa hiyo likakubali na watu wakawa wameelewa waka wame sana. Sasa hivi nikipita maeneo mengi, Mwaipopo, Mwaipopo, Popo Boy. Sasa ile Popo Boy ni ile ni a, mimi mtu wa kizazi kipya, ni mtangazaji, mtayarishaji, mtunzi wa stori. unalala masaa ngapi kwa siku? <sweating> Hapo uh, yani, lipa hali ni mbaya sana. Wataalamu wanakuambia mtu atakulale saa nane angalau, sio chini ya saa nane. Sikumbuki ni lini nimepata saa nane. Kama ni kufa, kwa sababu silali basi, mimi nitakufa. Nalala muda mfupi sana, kwa sababu nina commitment nyingi za kufanya, yaani ukiacha hii, unajua kuigiza ni kazi ya ziada, bado na majukumu mengi sana ofisini kwangu Azam TV bado na majukumu mpenja tv ye, kama founda kama kiongozi mkubwa bado na shughuli zangu za matangazo ya wateja wangu naofanya nao biashara umeona bwana ye. yani na mambo mengi ya kuyafanya ya kwa hiyo muda wangu kwa siku naogawa kuna muda natakiwa niende mazoezini asubuhi hiyo ni lazima ikitoka mazoezini ninywe chai sawa bwana alafu niondoke zangu sasa niende Tabata Magengeni, Mpenja TV, nikipiga hapo mzigo Mpenja TV nina nikimaliza, natakiwa nitafute muda wa kurekodi Mwaipopo boy na mambo mengine nikirekodi, nikimaliza natakiwa niende Azam nikafanye production ya kipindi paka saa nne usiku, nikirudi nyumbani kwangu ni saa sita usiku, nikifika nyumbani saa sita na nikisha kula, nikishakula sasa ndo na rudi ile niliyo rekodi nianze kuedit hiyo ni mpaka saa kumi na mbili asubuhi au saa moja. Wife anajiandaa kwenda kazini, mimi bado niko sebuleni mpaka muda mwingine, mwanangu anatafuta yule bwana yuko wapi, anashika mshua hamna. Unasikia tu vichekesho vinaeditiwa tu sebuleni. Kwa hiyo kuna muda anafika nyumbani nakesha, lala, ana lala, na kesha waliolala nimekuta analala mpaka wameamka na wanaondoka, mimi nafanya kazi. Baada hapo nitapata muda kidogo nilale Afu naendelea na shughuli za. Kwa hiyo kulala ni sehemu ndogo sana na ni kwa sababu, nipo kwenye ya maisha yangu level ya kutafuta. Sijafanikiwa. Ingawa kuna kazi nyingine na watu wengi wa kunisaidia, kwa mfano Mpenja TV huko kuna general manager, kuna content manager of course wanafanya kazi nzuri mambo yanakwenda, lakini kama mtu wa mwisho ni so, lazima pia niangalie kwa sababu ni taaluma yangu. So lazima nimpe idea nisimamie. Kwa hiyo kulala, mama yangu, ulipa hali ni mbaya sana hali ni mbaya sana, inahitaji inahitaji kujitoa. Na kuna mtu aliniuliza pia kwenye Instagram kama ulivyoniuliza hivi, wewe jamaa wewe wewe we, unawezaje kufanya hizo kazi, kwa sababu ni kazi nyingi, kila kitu wewe, uko Azam uko si Mpenja TV una bado unaigiza bado unatengeneza matangazo, unawezaje kumeneji haya? Nikamwambia majibu mambo mawili tu, juhudi sawa, lakini na, na, na, na, na, na, ile passion najua unaweza kuwa una juhudi lakini una passion. Ukishakuwa na hivyo vitu viwili kila kitu kinakwenda, so you have to push kwa sababu haya ni maisha, usipojituma nana na ku, anakutafuta hakuna kitu kinakuja kirahisi. Hata mtu akisema nataka kuwa kama Baraka Mpenja, jibu langu nakwambia, umefanya research ukajua the sacrifice aliyopitia Baraka Mpenja, can you handle that? kama unaweza kuhandle hizo pressure na mazingira magumu uliopitia then you can be like me au zaidi ya mimi yeah. Lakini usitamani kuwa mtu, huku chini kuna vitu vingi vigumu sana, vingi vingi, vigumu sana, ambavyo mtu rahisi rahisi, ana moyo mwepesi kama unyoya wa kuku, anakimbia. Kuna mdu, unawekwa kwenye kona, inatakiwa uchomoke. Sasa ili uchomoke, ni lazima useme liwalo na liwe hili ni langu niende nalo. Ukifanya disisheni, wao wenyewe wakidisidi kwamba hapa unataka tufanye hivi, wanarudi nyuma kwamba hii jamaa amesimama kwayo. mm. Ni, ni kitu kigumu sana walipa sana sana sana, sio rahisi oh. mm. okay. naruhusiwa kunywa kinywaji. Na hii Mwaipopo ni halisi, ni story halisi na kuhusu wewe, ya kufikiri yaani ni kitu cha kufikirika? Hii bwana hainihusu mimi, isipokuwa inamhusu rafiki yangu wa karibu huyu bwana. Kisa chake ndio kilichosababisha mimi nikaandika hii, kwa sababu ilinivutia sana. Huyu bwana alikuwa na mpenzi wake, sawa eh? Mkoa fulani, wao wanapendana uh, mwanamke alikuwa anampenda sana mwanaume o, katika mazingira ya mapenzi kuna mmoja utakuta amependa sana, so mwanamke alikuwa haambiliki, kafa kaoza, lakini jamani, kama alikuwa na upendo fulani pasho. Yani ni mwanamke fulani ni mzuri, lakini anaona kama ni wa kawaida hivi, na kwa sababu anampenda sana namsumbua. Baadaye mwanamke akachoka, vitimbwi nini na inina, nini kwa amani kabisa akamwambia bwana tu, tu, tu, tu break up ili kila mtu aendelee na maisha yako, na sidhani kama unanipenda ungekuwa mm -hmm, unanipenda hata asilimia moja ungekuwa unaniheshimu, lakini kwa sababu haunipendi mm -hmm, sawa, acha mi nikapambane na maisha yangu, kama nitapata mtu wa kunipenda tisoke. Wakaachana, mwanamke akaondoka, akaenda mkoa mwingine, jamaa akaendelea kudunda sasa kibao wakati ule jamaa hampendi ule mwanamke akawa na vijisenti vimradi na, na kila kitu sio akawa anamtesa kwa sababu yeye anashikashika biela na, na mwanamke hakuwa ametoka maisha mazuri sana labda afuatilie mpira na, na. Lakini hii Mwaipopo imefungua fursa ambaye tumekuwa karibu na tumezungumza vitu vingi vizuri sana na yeye kanipa ni, ka, comment nzuri na akazungumza mpaka kwenye Instagram ka comment kwamba unajua sasa mtu wa level ile akikupa maua, maanake jambo hilo ni zuri, kwa sababu yeye ni mtaalamu na ni mtu ambaye anauelewa mpana, mpana sana wa hili jambo. You never know, labda kesho kesho kutu unaweza kuniona kwenye project kubwa sana. Sasa hapo ulipo usinipigie simu, lazima tutakutana na secretary eh, kwa <laughs> tunaweza tunaweza tukakuona hata kwenye jua kali. You never know, ya Mungu mengi. Sasa inawezekana. Huwezi jua eh, ya Mungu mengi cha msingi ni kuomba uzima Mungu atupe uzima wa akili na afya Umeona kwa sababu unaweza ukawa una una uzima wa mwili akili menoki eh, lakini akupe atupe akili nzuri afya nzuri huko mbele naamini kuna vitu vingi vikubwa vitakuja tu vitakuja hmm. Nje na Uncle Sajo ambaye kwa sasa hivi ndio jina maarufu mchekeshaji gani mwingine ambao unatamani aingie huko kwenye Mwaipopo Yaani hao ya ndio wako wengi mimi, mimi maisha yangu ni comedy. Na wanaonijua anajua maisha yangu mimi ni comedy. Na wako wa wachekeshaji wengi sana. Sasa, so, unajua kuchekesha na kuigiza movie ni vitu vili tofauti. Sio kila comedian anaweza kawa ni, ni actor. Unajua kuna mchekeshaji na mwigizaji hao ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza kacheza vyote. Kwa mfano mimi naweza nikachekesha sometimes, na sometimes nikaigiza serious. Ndio maana kuna clip nacheza niko very serious, kuna clip ambazo nacheza chale chale chale. Kwa hiyo kuna wasanii ambao wanaweza wakaigiza na wanaweza kachekesha. Mtu kama kwa mfano Eliud, one of the best, jua sana kuigiza. Ndio maana anafanya vizuri sana ankolwa, wale wanaonyakyusa mwingi wanafanya vizuri sana uncle, Wanyakyusa. Wanyakyusa Bwana, of course natamani siku moja ni nipige ni naye kazi bwana Eliudi mm, na yule ni ni ni mwaisa nami ni mwaisa mmalila na mm, ko nadhani mambo yanaweza kaa mazuri. Wako vijana wengi uh, kwenye kuigiza. Mbona mimi nawafuatilia akina Ndaro akina mm, Steve Mweusi akina Leonardo tx Dula aza boy chad Talent mm. Obama ule mtumishi wako wazi, wengi sana, sana wengi sana comedians, na wengine hawana majina makubwa mm -hmm. Lakini mimi na kila palipo na kichekesho akina kidege wale ni kina mwanya mm -hmm. unapata burudani, comedies, kitu kinakupa burudani. Kwa hiyo natamani sio kuigiza nao tu tamthilia, natamani pia hata kufanya content nyingine za kufurahisha mm -hmm. na wengi tumekuwa na mawasiliano mazuri tutafanya ni muda tu unasumbua, lakini wako wengi wameonyesha kukubali ku, ku, ku, kufanya kazi na mimi, na wengine wakanitafuta wao, bwana, hebu tuchore kitu tupige. mm. Kwa mambo ni mazuri, tunadunda tunadunda, tuna dunda. watu wa mpira walivyoona hizi video, kwanza wa kwanza kukutafuta walikuwa kina nani? Kwa mfano watu maarufu hawa ambao ni wachezaji viongozi, kwanza watu wa football ni watu wanafiki. <laughs> Yaani, sisi mpira wa miguu, maisha yetu ni unafiki unafiki tu. Yaani, mtu kuunafikia hiyo mm. ni kawaida mm. lakini waliokuwa wengi mm. hawakuwa wana, wana, wanaunga mkono mm. ili jambo mm. kwamba jamaa anapotea anazingua mm. sawa, lakini hawaniambii ili ukikaa na watu wakwambia watu, kana fulani ka, ka, kasema hicho nachokifanya akikufai ila yeye hajasema. Umeona bwana, kwa wengi walikuwa hawaelewi na hawa hawaungi hawa mkono. Kuna mtu mmoja akaniambia bwana, we ni mkubwa sana, haya mambo sio hadhi yako. Nikamwangalia nikamwona anasema yani e, tasnia ya filamu na comedy sio hadhi yangu. Akaambia wewe ni mtu mkubwa. Aambia brother, unataka kuniambia tasnia ya filamu na comedy yani haina hadhi? Hakunipa majibu. Unataka kuniambia watu wabobevu kabisa wa tasnia hii hawana hadhi? Unajaribu kusema Jacob Steven JB hana hadhi kwenye nchi hii? Unataka kujaribu kwamba marehemu Kanumba hakuwa na hadhi? Unataka kusema Rey Kigusi hana hadhi, unataka kusema Gabo hana hadhi, nataka kusema Joketi nani na Johari hana hadhi. Hao wote waliofanya hii kazi kwa kujitolea na kwa passion kubwa heshima yao ni kubwa sana nchi. Unaweza kusema hili jambo halina hadhi? Acha kukosea watu heshima, heshimu kazi ya watu, hii ni kazi kubwa tena, hawa wana hadhi kuliko hata ninyi mnaojifanya mna Wena, wenzako wanaenda kila siku, umewahi kualikwa mkutano hata wa CCM wewe? Si na hadhi wewe, si mtu wa mpira una hadhi? Umewahi umewahi kwenda kufuturu? Wenzao kila siku wako na rais, wenzao wanaenda Japan na rais, inakuwa jambo hili halina hadhi? Acha kudharau kazi ya watu, hii ni very essential. Akimbia basi, ndugu yangu nisamee, lakini mimi kufanya kitu kwa wewe, wewe, kwa nini unakasirika? Kwa nini unataka unipangie kitu pekee ambacho unatakiwa kunishauri mimi nisifanye ni kile ambacho kinavunja sheria za nchi, that's perfect. Lakini niko sawa sawa, natafuta ugali. Unawezaje kusema nisifanye? Kwa sababu unaposema kwenye mpira, sisi ndio tunakukubali huku, ndio umesha wewe, kwenye mpira unatisha, kutisha kwangu kote. Kuna siku umewahi kunyanyua simu yako, mwamba umalila bwana, kuna 500 hapo, hebu kunywa maji? Sifa tu Hutoa hata mia. Unanisifia tu utoe hata mia. Mimi mm. nikipambana nasema hiyo haina hadhi. Wewe vipi? Wewe mm. umechanganyikiwa. Mm. Kama unaona mimi nafanya kitu hakina hadhi, achana na mimi. Mm. Kafanya mambo yako. Kwa sababu mwisho wa siku wa maisha kila mtu anapambana anavyojua. Mm. Sio lazima nifanye ninachokitaka. Yaani mimi nifanye kitu kwa sababu tu ulipa ndo anataka. Mm. Yaani wewe umekasirika, hujapenda kitu ndo niache kwa sababu hujapenda wewe mm. nani sasa? Eh, Yaani katika watu wote wanaotazama ile Mwaipopo mm. asilimia tisini na tano mm. kama sio tisini na nane wana enjoy. Mm. alafu mtu mmoja anasema hii sio hadhi yako, huko hakufai mm. ndo nihangaike na huyo mm. hakuna hata wachezaji wakakupigia wale washikaji zako kwa mara kwanza. Wameona mimi sina urafiki wa, wa, wa, wa, wa na wachezaji, lakini wale ambao unafahamiana nao, unajua kufahamiana na washikaji zako <laughs> mimi nafahamiana na asilimia tisini ya wachezaji, wachezaji. Naamini na, na wachezaji asilimia kubwa wanajua vizuri sana kwa sababu nawafanyia kazi na watangaza, so ukisema Baraka Mpenja kwenye mambo ya football mm -hmm. wa Tanzania, so nawezi mtu anatazama mpira kwenye TV wa timu inacheza ya Tanzania mm -hmm. ukimwambia Baraka Mpenja, asilimia kubwa anajua, wasiojua ni wale ambao hawafuatilii mpira na mpira sio maisha yao lakini watu wa futbol wanajua wachezaji, hata tukionana wanajua huyu ni Baraka Mpenja and wananiheshimu wananipenda, kwa sababu nawafurahisha, nawapamba, nawatengenezea brand ambao na baadaye zinawasaidia hata kwenye mambo mengine, umeona. Lakini we don't meet, hatukutani popote, simu. Wa, mtu, mtu mawasiliano mengi ni ni madiemu mtu atachukua tu atakutumia, yeah, mjomba, hii hatari, mjomba wewe, labda Chama, my friend very good friend Fiston Kalala Mayele, yeye ndo ana, ana, ana, ana comment pale kabisa, anakuja anacheka sana, anapenda sana vitu vya namna hiyo. Akina Job Dickson mdogo wangu yule ni mtu ambaye ananikubali sana, kina Kibwana kwao, utakuta kina Zimbwe, washikaji zangu wale Umeona, ingawa hatuwasiliani sana, hatukutani kutokana na majukumu, lakini ni watu ambao wanaangalia na wamenifolo, wanaburudika tu, mambo ni mazuri. Chama alikwambia afurahi, okay. Sasa chama atapinga mm, anachokifanya mimi, yeye yeah, anaona sawa tu mambo bie yeah.